Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi kiswahili cha Simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimbia hadithi inayokwenda kwa jina Kiza Kinachotembea Mchana. Kiza Kinachotembea Mchana ni hadithi inayozungumzia msichana mmoja anayeitwa Rehema. Katika kijiji cha Mwangaza palikuwa na msichana aitwaye Rehema, alikuwa na macho mazuri, tabasamu la kuvutia. Lakini moyo wake ulikuwa umejaa chuki, husda na fitina. Alijifunika kwa mavazi ya hekima na maneno ya upole, lakini ndani yake kulikuwa na kiza kinachotembea mchana. Kila alipomsifia mtu, muda mfupi baadaye mtu huyo alipata shida. Wengine walipatwa na ajali, wengine walitengana na familia na wengine walipoteza kazi. Watu walianza kusema Rehema ni wa baraka, kumbe hawakujua alikuwa wa giza. Mzee mmoja kipofu aliyekuwa akiishi pembezoni mwa kijiji aligundua siri hiyo. Alisema, siku zote kiza hakionekani usiku pekee, wengine hubeba giza ndani yao mchana kutwa. Rehema alisikia maneno hayo na akaenda kwa mzee huyo akiwa na hasira Alitaka kujua kwa nini anazungumza vibaya juu yake. Mzee akamwambia, kama kweli wewe ni nuru, kwa nini kila unayemgusa anazimika? Rehema alitoka akiwa kimya. Usiku huo hakuweza kulala. Kwa mara ya kwanza alitazama ndani ya moyo wake na kugundua alivyoficha chuki, uchungu wa zamani na tamaa ya kisasi. Asubuhi ilipofika alitembelea wote aliowahi kuwaumiza kwa njia yoyote, aliomba msamaha, alilia na akaanza kubadilika. Hatimaye alianza kuwa nuru ya kweli tunajifunza nini kutokana na hadithi hii? Ndiyo, funzo ni kwamba giza la kweli si lile la usiku, bali ni lile tunalolibeba mioyoni mwetu mchana. Takatisha giza hilo kwa msamaha, upendo na amani. Asante sana kwa kunisikiliza. Ningependa kufahamu nasikiliza kutoka wapi? Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili kumpatia nguvu ya kuandaa simulizi zingine. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda Mungu wa kubariki. Baibai.